just to make sure you feel very comfortable. Kwa wateja wetu wote ambao mtakuja kesho, mwona hili bakuli humu, ndani kuna vikaratasi ambavyo vina zawadi tofauti tofauti. Ukifika, ukishafanya shopping yako, unachukua kikaratasi kimoja, unajishindia zawadi ambayo wewe utakuwa umebahatika kuichagua kwenye hiki kibakuli. Jamani, tuna mizigo mingi mingi mingi sana, tuna stoko mpya nyingi nyingi sana kuna watu watajishindia hii package yote. Itategemea na wewe yaani, swali utakaokuuliza au kitu utakachokwambia ufanye, ukipatia unajipatia hii package yote hii package inafika milioni moja, unaondoka nayo. Kwa hiyo jamani, wateja wangu, karibuni sana, tuna product nyingi sana nzuri na mizigo mingine, mkiwepo hapa mtakuwa mnaona tu inafika, tunaendelea kurestock. Baadhi ya mizigo imechelewa, lakini ipo. Kwa wale wateja wetu ambao wanapenda mix lotions zote hizi zipo. kwa kama wewe ni mpenzi wa mixer lotion, kesho ukifika dukani utazipata. Lakini pia wale wapendwa wateja wetu wa Royal Secrets, Glow Secrets, uh, Final Glow zote hizi utazipata dukani kwetu, na sio hivyo tu jamani, wale wapenzi wateja wetu ambao wanapenda perfumes. Perfumes jamani zipo, sasa hivi ni saa tano usiku bado tuko tunawapangia, pangia vitu tunawapangia, pangia mizigo mkifika dukani mpendeze. Wapenzi wateja wa St Ives, eh, Dove shower gel, everything everything everything jamani nitavipata dukani. wapenda snail coserex watijatwaee yani vitu viko vingi, una stretch mark, una chunusi mama, ukioga utakati sijui ufanyi nini, wewe kunukie, sio mambo yako sijui ngozi imefanya jamani Mpenzi wangu, ebu Jonifar Cosmetics tukufurahishe, tukuogeshe, tukusafishe, tukutoe gundu. Jamani, karibuni sana. Kesho ntakuwepo mwenyewe kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa tatu usiku. kwa sija wangu bojo ni mbaita ba mawe ya batata mwije bojo mnyegere muno muno mnyegere muno jamani, karibuni sana. Nawapenda na Mungu awabariki.